Naam, niwakaribisheni nyote kwenye studio zetu za Irakiza Nelson. Ndani ya studio nipo mimi, naitwa Jaafet. Naam, niwaalike nyote muweze kutembelea e, chano yetu kwenye YouTube, jina ni Irakiza Nelson, msubscribe mshare, mshare na kulike pia kwenye Facebook jina ni hilo hilo Irakiza Nelson mfollow mshee na kulike pia. Katika habari ambazo tunakwenda kuwaletea ni kwamba wazalendo wameamua kuwa wazalendo kabisa katika kupigania nchi yao, wameungana, wanatoka mahali mbalimbali mbali, wanakusanyana kwenye vikosi na vikosi na vikosi, na sasa wameamua waipige Bukavu, Goma hadi Bunagana Ita

Mungu uliye zumba mbingu na inchi, Mungu wa mababu zetu, Mungu wa Afrika, Mungu wa baba Simoni Kimbangu, Mungu wa mama Kimpavita, Mungu wa baba Tambwe Shahidi, Mungu wa baba yetu Abel Izraele, Mungu wa Kongo, Mungu wa Bamushi, Mungu wa Barega, Mungu wa Batembo, Mungu wa Baunde, Mungu wa Bakusu, Mungu wa Manyema. Tunasema ubarikiwe milele kwa sababu umetupatia uwezo na mamlaka ya kuweza kufika hapa. Baada ya muda mrefu wa safari, lakini umetuneemesha tunafika na kundi kubwa ambalo tuliongozwa nalo na nakutana kundi kubwa ambalo linashikilia kazi. Bwana, jina lako libarikiwe. Ninaombea viongozi wote wa hii kundi, Mungu ambao umenipatia nipate kuliongoza. Mungu tupatie akili na maarifa ya kuweza kuongoza watoto kwa akili na busara. Tunaomba utuongezee nguvu. Ulisema alainiwa anayevuka mpaka, ulisema alainiwa anaye mwanga damu isiyokuwa na hatia. Wazazi wetu watoto wetu wa mama zetu wa baba zetu wanauawa wanachinjwa na Wanyarwanda Watusi ambao walinyang'anya Uganda wakanyanganya Rwanda, wananyanganya Ethiopia, wananyanganya Sudani, walitaka kunyanganya pia na Urundi. Mumba wa mbingu na nchi, tunakuita wewe, mwenye uwezo na mwenye mamlaka, unasema maarifa yote yanatoka kwako. Ee hey, Baba, sisi hatuna dawa, dawa yetu ni wewe, Mungu, na ndiyo maana tunakualika utupatie moyo wa usuja Mwewe wa Daudi, utupatie mawe ya kuangusha Goliyati. Mungu, tukajiandaa, isiwe sisi lakini wewe ndiyo utupatie ule adui katika mikono yetu. Tunaomba tugomboe Burale, tunaomba tugomboe Walungu, tugomboe Bukavu, tugomboe Goma, tuende mpaka Bunagana na turudishe nchi yetu kwa mikono ya Wakongomani. Ee hey, Mungu utetee majeshi yetu, e hey, Mungu utetee viongozi wetu, e hey, Mungu uende hey, kutosha batretre katikati yetu, tuna neutralize kila yoyote ule ambaye atakuwa munafiki na kutaka kuangamiza wengine kwa siri. Mungu wa mbinguni uliyeumba mbingu na nchi, akakunywa maji iwe pwazo, akanyagia udongo iwe simba imumeze, akavuta hewa ya hii nchi ipate kuwa pwazo kwake, totali pwazo toksiki, imozeshe mafafa imozeshe maini, na jina lako litatukuzwa. Tuna imani ya kwamba wewe ni baba yetu na sisi ni watoto wako, na chochote tutaomba kwako kitafanyika. E Bwana, uwalinde hawa watoto, utupatie nguvu za usujaa kupambane na adui, na turudishe hii nchi kwa mikono ya wakongomani kwa jina tukufu la Kristo Bwana Mwokozi ali di hai, nikiomba na kushukuru ameuliha. Amen. Amen. Amen. Amen. Naongeza kwa mtumishi.